Familia moja kutoka kijiji cha Mkuyuni, yenye bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma inahangaika baada ya mwanao wa wiki mbili kuibiwa chumbani mwao. Kulingana na Elizabeth Wafula, alimwacha mwanawe Leticia Ambuye kwa nyumba tarehe moja mwezi huu asubuhi na kwenda kununua maziwa, ila aliporudi alimkosa mwanawe. Sasa nilikuja mzee wangu alikuwa ameenda kazi akatuache kwa nyumba na mvua ilikuwa inanyesha. Sisi mi nikatoka, nika nikaenda maziwa, si kufunga kafu na kafuli mlango kutoka huko, nikarudi mtoto hakuna kwa nyumba. Hasa tukatafuta, nikapiga manduru, nikatembea huko, nikaenda kwa sa, kwa mkasa, nikapiga manduru, wajirani wakakuja, wakatafuta kila mahali hakuna nasikia uchungu ni kama mama ya mtoto naomba serikali itusaidia mtoto apatikane wa wiki mbili mtoto wangu alipotea ilikuwa tarehe moja jumamosi ilikuwa nimeamuka ilikuwa saa moja saa moja asubuhi ilikuwa nimeamuka kwenda kutafuta kibarua iyo tu saa moja hapo saa moja karibu tu na nusu hapo, nikasikia simu wananipikia simu tu, mtoto wangu amepotea. wa nikafikiri jokes, nikafikiri tu labda tu mama amekuja tu kuchukua ku kumsaidia kumbeba mtoto, atarudi tu tena. Wakarudia tu kuja wa tu haraka, mtoto amepotea. Ah, ndio nikaamua sasa nikakuja kuja ndio nilipata watu wako hapa wanaendea kutafuta, pia mi nikaanza kutafuta, nikaangalia kwa choo, kuna katafuta paka kwa mahindi, kwa miwa, hakuna hata paka, kwa malazi naweka kando, hakuna. Ndio sasa nikaamua kwenda kuripoti Bumula police station, nilienda kuripoti, nikaandika statement. Hata nilipofika hapo kapata afisa mmoja akaniuliza, shida yako ni nini? Nikamwelezea, nkamwelezea yenye alinisaidia, akanipeleka tu kwa OCS direct, tukaongea na OCS akaniambia aenda ukuje na mama wa mtoto. Nilifanya hivyo hivyo tu, tukaenda tena kwa OCS tu. pia akaandika statement nilipo andika statement OCS akatupatia afisa wawili tukakuja na hapa. Hao afisa wakachokora sehemu sehemu tu kutafuta, pia sisi tulikuwa tunatafuta tu hivyo. Tena akasema kama mjirani umeonako tu, mimi tu usiniambie, mimi ripoti sasa. Hii kitendo ya mtoto kupotea hata tumeshangaa, tunasikianga tu kwa maredio kwa runinga, hati watu wameiba watoto. Sasa imekuwa hapa kwetu, tunashangaa sana. Tunaomba serikali yetu ku itusaidie Mheshimiwa wetu atusaidie. Hata ukiona watoto wenye mtoto wa mwenye alipotea ni watoto wachanga sana, mama mtoto atiana wazazi sasa, ana mtu mwenye anaweza kumsaidia. Serikali tunaomba mtusaidie.